Kuna watu wako ndani ya mfumo wa taasisi wanashirikiana kutaka kufanya haya mambo ya uhaini, ikiwemo, kwa mujibu wa tafsiri, ya kutaka kumpindua rais na mamlaka yake. Je, wananchi wanataka kujua, hakuna viongozi mbalimbali wa umma katika majeshi yetu na sehemu zingine ambao wanashiriki hizo mbinu? Ni kwa nini ashitakiwe peke yake? Hii sio hawa wajakaa kikundi kweli. Kama wapo watumishi wa umma, kwa nini wasijihuzuru kwa maslahi ya umma? Kwa nini wasiweke bayana? Huyu mtu yuko peke yake. Sasa watu wanataka tuangalie, tunasema ili jambo ni vyema lipika wazi sasa. Eh? Liingie katika mjadala wa umma, watu waangalie mahakama inafeshaje shughuli zake, hoja zinawekwaje, defense counsel office of the court eh? Wanasema ili wili, kama unavyoona baadhi ya nchi zetu, vitu ambavyo ni public interest vinakuwa watu, mtu anaweza kukaa kafuatilia tu, atakaa hapa, mtu anaweza kujisema anaenda, kama mahakama iko live. Umeona baadhi ya sehemu vitu viko live uhuru waandishi wa habari eh, unakuwepo. Waandishi wa habari wanakuwa uhuru kuweza kutoa na nizao kuweza kuripoti kuweza kubadilisha kuhabarisha umma. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo jamii inakuwa ina ina ina vina malalamiko, malalamiko sana katika katika hizi hengo. Lakini pia vile vile hengo nyingine ambayo inalalamikiwa kwamba tunakwenda katika majengo ya mahakama. Unajua kuna mahakama na jengo la mahakama, naomba kidogo tupate tuelewana tunaposema court au definition of court, tafsiri ya mahakama, maanake tunasema ni judge na wale wasaidizi wake, wengi wanazoea kama wazee wa baraza tu, waso wake. Hiyo ndio definition of court, aidha hakimu na nani zake shakaa, kwamba hiyo mahakama inaanza iko, hiyo ndio mahakama. Tunapokwenda pale, tunakwenda katika majengo ya mahakama, tunasubiri mahakama hasiweze kuitwa na kuweza kuendelea. Je, tunapokwenda katika majengo ya mahakama unaambiwa baadhi wana ya wananchi watahatarisha amani. Haya watawala ambao wanatawala yale maeneo majengo mahakama pamoja na yote yale majengo ya mahakama wake, ndio maana tumeweka kuna jaji mkuu kuna watendaji wa mahakama kuna nini wale watu administrative, kuna msajili, sio na nini, alafu kuna hao wengine majaji na nani katika mambo mengine mienendo ya kimahakama, wao wanasemaje? Mbona tumeona kwamba kuna dhana ya watu fulani kuwasemea watu wengine kwamba okay, tunaweka amani, ni kweli wa kwa mujibu wa sheria za nchi kwamba polisi wamepewa mamlaka makubwa kabisa, tuna mamlaka makubwa ya kikatiba kwamba kulinda usalama wa raia na mali zao. Hayo ndio mamlaka yao, wanapotekeleza jukumu lao sisi uh, maana kila mtu anataka kulindwa uhuru wake, lakini uwepo katika jambo ambalo liko utaratibu, uratibiwe vyema. Ni kweli, hakuna ubishi. Mtu unapompa eh, unapomtumwa kwa kesi ya uhaini, maana yake ni kweli, huyo mtu anaweza kuwa sio kawaida kwa tafsiri nyingine, maana kama mtu anataka kupindua serikali sio na hiyo vitu vingine sio mtu wa kawaida, kwa lazima kweli ulinzi wake kidogo uwe huwe imara katika sanaa ya usimamizi wa nini kwa sheria na ulinzi wa amani. Lakini sasa, je una watu wanaratibiwa vipi wasiweze kuzulika? Waandishi wa habari watakiwa watambuliwe, waingie, wapate haki ya kuweza kuripoti habari, wasibuguziwe. Uhuru wa habari duniani, sheria ziko hivyo, wanahabari takiwa kuwa uhuru kuzungumza na umma na jamii, kufikisha kile jamii ambacho nakitaka ikielewe kwa mchakato huko namna hiyo. Lakini pia ndugu zangu waandishi wa habari e, nitaka nieleze jambo lingine, kwamba jamii inapaswa kufahamu jambo moja katika dhana au sanaa ya usimamizi wa haki, usimamizi wa amani, na kuna ulinzi wa sheria, kuna vitu viwili katika dhana ya usimamizi wa amani, hakuna ubishi. Kachero yoyote yaani detective huyo, askari kanvu, ofisa yoyote wa jeshi lolote, iwe polisi iwe JWTZ, ambayo amekwenda mafunzo, unaposema nitahatarisha amani, hataki kukuruhusu hata watu watano kupiga mbele, kwa sababu ni lazima azuie kabla jambo kutokea, lakini sheria inakutaka kwamba akifanya, tukuchukue, tukukamate, tukushtaki sasa huyu jambo ya yake la kwanza anataka kuzuia kile kitu kisitokee, kwa sababu hayo ndio mafunzo yao, kwamba mtu unapoona na viashiria vya kuvunja amani, chukua tu haraka sana. Hiyo ndo dhana ya usimamizi wa wa amani, ulinzi wa amani, yaani tahadhari kabla ya hatari. Kwa nakuta kuna wengine anaweza kukamatwa. Kama unavyoona wengine wanaweza wamekamatwa, wamezungushwa lakini labda kosa mizo kwa limetokea labda kama hawakufunguliwa jarada la uchunguzi au kuweza kufunguliwa kesi yenu yote, kwa sababu sawa ni kama tatizo la uzungushaji. Na nijiaje mimi, ni mwalimu au vipi? Ningeanza kama ndio kama kwa sababu ya ya usalama wako kunikulinde zunguke na wewe, ndio ndio mtu anaweza kusema hivyo na wewe ukasema kwamba amevunja amevunja sheria, kwa sababu nimekukamata, sijakukamata ni andarest kama mtumiwa, nimekushikilia nimepata taarifa za intelijensia, labda kuna makundi yanataka kuzungu tumewatishia usalama wako, tunakuacha sehemu salama, unaweza ukaendelea na na shughuli zako. Kwa hiyo katika dhana ya ulinzi wa amani, askari yoyote, kachero yoyote ambaye amekwenda shule, unapotoa lugha tata au akaisha kuonesha amani, atakiwa kuruhusu kupiga watatu watano, atakiwa kwamba awe amesha awe ameshashughulika nawe, yaani awe ameshakuchukua na kufungulia jalada la uchunguzi, ikiwezekana achunguze ni kwa nini unataka kufanya hivi. Hiyo ni tahadhari kabla ya nini ya hatari ingaje, mfumo wa kisheria unakutaka unaponikamata mimi sasa uniambie nimekosa nini. Unataka uhatarishi amani unazania katika kile yako. Lakini yule kachero anasema kwa, mmm, mujibu wa training na vyanzo vya vya vya kiintelijensia, nimeona kisu mpige huyu hapana. Kwa hiyo sasa kuna kuwa kuna mikinzano kuna baina ya sheria na dhana ya usimamizi wa nini wa amani kulingana na mafunzo waliopewa hao wenzetu walinzi wa liofewa, wa, linziwa, wa amani. Lakini ni muhimu sana hata kama wanachukua tahadhari hizo ni muhimu sana kutokufanya masuala ambayo yanahusu udhalilishaji na kipigo au shambulio wa wananchi, kwa sababu mtu yoyote, haijalishi ni askari wa aina yote unapomshambulia mtu, unapompiga mtu, wewe ni mhalifu kama wahalifu wengine tu. Hiyo ndo sheria inavyotambua, kwamba we wewe ni mtuhumiwa na naye ni mhalifu kama walivyokuwa wahalifu wengine, na sio jeshi limepiga, wewe ndo umempiga, tutakiwa tudili na wewe kwa nafasi yako. Lakini sasa changamoto iliyopo ndugu zangu waandishi wa habari, e, ofisa wa jeshi labda akushambulia, mimi nataka nimshtaki hmm, kwa majina yako ndio mamlaka aliyopewa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali au kupitia DPP na watu wake ni makubwa sana. Anaweza akaleta notice to intervene, yani akasema jambo hili naingilia kwa maslahi ya umma, kwa sababu huyu alikuwa akitekeleza wajibu wake. Lakini najiuliza wewe ukiniambia, unatekeleza duty, wajibu, duty inaruhusu kunipiga mimi wewe? Duty na inahusu kunidhalilisha mimi duty? Inaruhusu kama unamteka nyara hii ni duty kweli? Lakini sasa ni kwa sababu ndio maswala ya kisheria, na kwambia tazaji wajibu wake, naomba e, mimi kama mwanasheria mkuu wa serikali niwe sehemu ya mashtaka hayo, na kama nahusu jinai kwa sababu jinai yeye ndo anaiendesha naifuta, naomba mahakama iweze kuiondoa kwa kuwa kumekuwa kuna kuna vitu vya namna namna hiyo. Sasa nini kifanyike? Maanake kwamba tunaposema ofisi ya taifa ya mashtaka, ile ni ofisi ya umma, haitakiwi kuwa na upendeleo baina ya mtu yoyote. Kazi yake ni kusimamia sheria kama inavyo inavyoelekezwa kwa mtu yoyote yule kwamba haijalishi uko wapi, akifanya kosa la jinai achukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria bila kuweka upendeleo. Lakini pia kitu kingine tulikuwa tunataka sana tuiombe serikali, kuna baadhi ya vitu ni lazima tujaribu kupitia, ni muhimu sana e, kitu cha kwanza tunavyosema kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria no one above the law. Iko hivyo, lakini katika utekelezaji wake hili lina changamoto nasema hivyo kwa hoja ipi ya kimantiki? Mimi naweza nikaishtaki leo serikali, serikali inaniambia ili uweze kunishtaki nipe notis ya siku 90, kama katika masuala ya madai. Sawa, labda walikuwa na hekima yake, labda umetaka kuigusa, labda manispaa au nini, ili na wao walivyu. Je, jambo hili tuna haja kwenda kupoteza rasilimali za umma, au sisi kama wanasheria, kama wanasheria serikali wanaweza wakashauri, kwa nini jambo hili msikae mezani kuweza kumpa huyu mtu haki yake. Hekima yake inaweza kuwa ni hiyo lakini changamoto ambayo inakuja, mimi nimekwenda mahakamani, nimeshinda kesi, serikali serikali haijamlipa mteja au haijanilipa, nataka nifanye ukazia hukumu. Sheria inakataza kukamata hata magari ya serikali, majengo ya serikali, kila kitu cha serikali. Lakini ingekuwa nimeshtakana mimi na wewe katika kufanya execution, ukamataji wa, umefanya nimeshinda kesi yangu, utaki kunipa haki yangu kwa mujibu wa sheria, maana yake na mamlaka kukamata mali zako. Sheria inaniambia nikikosa mali zako, nabii nikukamate wewe as a civil prison kama mwalifu makosa ya kiraia. Kwamba huyu mtu aende jela, niko lazima nimlipie chakula, magereza anletee bibi mpaka pale atakaponipa nini? Haki yangu. Lakini haki hiyo kwa serikali uweze kukamata account ya serikali? Uweze kukamata mali yote ya serikali? Sasa serikali nasema wewe kama haki yako imekukwa, nenda mahakamani. Lakini nenda mahakamani nikishinda nitakufanya nini? Hii ndo nikishinda nitapataje hii right yangu? Utaniambia basi natudai subiri bajeti. Lini? subiri tu ah, nazotambia tu, Waislamu anakwambia nalama, subirina waenga wanakwambia kila mwenye kusubira yavuta heri yangu, unafikia na mtu haki yake aipate angali hai, sio mpaka uje umbo uapya haki wadisi wake, kitu kidogo inakuwa inasumbua hey. Sasa hili pia ni ni jambo ambalo linaondoa dhana ya kifalsafa kwamba hakuna aliye juu ya sheria. Mimi mali zangu nakamata serikali, ukinidai mimi eee, eee, na kama una maamuzi ya mahakama ni vurugu mechi, ila mimi nikishinda mahakamani naambiwa siruhusu kukamata mali za serikali, kumkamata mtu yoyote. Hizo ndio sheria? Je, hii dhana hakuna aliye juu ya sheria iko sawasawa sawa? hii dhana ya kifalsafa no one above the law kwa muktadha huo, je, yeah, iko sawasawa sawa? Au kwamba watu taasisi fulani wanaweza kufanya jambo lolote, hata ukapeleka korti, mahakama itaishia kutoa tu uamuzi wa itasema na sheria imesema hivi, basi wewe subiri, lakini haki yako imetambuliwa kwenye document, kuna muhuri wa hakimu au wa jaji na saini yake. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima tutazame. Yeah, je, namna gani tunatoka kuanzia hapa, kwamba ni vema sheria zinazotungwa zizingatie usawa.